Hapa nipo zangu safarini, naelekea mjini. Mnifollow, niwape mastori story huku poli, maana ninakoenda ni mbali sana. Naumu kwenye begi nimebeba vibama, nikifika walio nifollow, wote vibama viwili viwili nawapa, tembea kwa mguu maana magari jao kinoma. Nakumbuka mara ya mwisho, nilipanda gari. Kuna mtoto aliniita linyani nikamkwenzua, eti wakanishusha kwenye gari, alafu na ndizi zangu wakatupa chini, licho niuma sio kufumania tu ni kwamba linyani alilokuja nalo magetoni lilikula hadi ndizi zangu, ila ndo nimetembeza kipigo mpaka limetapika ndizi zote. Kwa kuwa zilishajisaga nimepikia vibama. Ukinifollow nakupa vibama viwili. Ya kwanza sisi sio wadudu, alafu kingine ni kwamba simu tunazo kitambo, sema ishu ilikuwa mtandao tu. Mnaosema nionyeshe miguu ili mujue kama mi wa kweli au wa mchongo, haya kula chuma hicho. Kuna mpuuzi kaniona naongea amekimbia kinoma, yani kaangusha hadi simu yake, nimeiokota ila imejaa video za kudinyana tu. Nataka niigawe kwa followers wangu mmoja nikifika mjini. Swala hmm, la kuhusu mimi ni mkenya au mtanzania jibu ni kwamba mimi ni mlaji ndizi, kabeji na vibama tu, hayo mengine sijui. Na pia kuhusu imekuwaje naongea ni kwamba Vinay TV alisha posti YouTube, kila kitu ukitaka nenda kajionee mwenyewe. Wahenga walisema no reformu, no election. Alafu kwa mnaotaka vibama na maelekezo link nimewawekea kwenye bio. Alafu naitwa Vacham, usiniite linyani wala usiniite gumbe. kama uwezi kuniita jina langu, ni bora uniite tu mheshimiwa. Swala la kuhusu mimi ni mkenya au mtanzania jibu ni kwamba mimi ni mlaji ndizi kabeji na vibama tu, hayo mengine sijui, na pia kuhusu imekuwaje naongea ni kwamba Vinay TV alisha alishaposti YouTube kila kitu, ukitaka nenda kajionee mwenyewe. Wahenga walisema no reformu, no election. Alafu kwa mnaotaka vibama na maelekezo link nimewawekea kwenye bio. Alafu naitwa Vacham, usiniite linyani wala usiniite gumbe. kama uwezi kuniita jina langu, ni bora uniite tu mheshimiwa. huwa nina tabia moja, nikiwa sitaki kulipa kwenye bodaboda, nikiona nimekaribia kufika ninapokwenda Wambia bado nakoenda mbali bado hatujafika. Alafu naruka, anakuja tu kushtukia yuko peke yake, ila usijajaribu, maana wanadamu nyie mna ngozi laini kama kambale na mnavyopenda kuwa wa laini. Eti nililikuta li mtu linanyoa vinyweleo vya mwili mzima. Sasa kama utaki vinyweleo, si ujipake tu super glue mwili mzima. Hakuna nywele itapenya kwenye super glue. Tukiachana na hayo unajua nimetembea muda mrefu mpaka natamani nikute shamba la ndizi huku mbele, ufakamie mandizi. Alafu nikishiba ninyeumo humo shambani kumwachia mbolea mwenye shamba kama shukurani. Alafu nimeona kuna watoto wakishua hawavijui vibama. Vibama ni kama tuchapati tudogo, ila twenyewe tunachanganywa na mkorogo wa ndizi, alafu unaweka kwa pani unabana. Sasa hatimaye nimekuta maji, angalau ninywe maji nipige na nyeto ili nipate nguvu ya kusonga mbele. Kuna mtu kaniuliza eti, je, ni kweli nyani haoni kundule bila akawauliza nyani ananiuliza mimi, si upimbi sasa huo na hata kama haya, tusema hao nyani wanaona kundule, wewe mwanadamu linakuhusu nini? Kwa mfano wepambana na kundule lako. Karibia kufika mjini Ila hii njia niliyopita hii, michoro kinoma, watu wananiangalia sana.